Kitabu cha Yeremia sura ya ishirini na saba na ya ishirini na nane. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, ni wakati mwingine tena ambao Mungu anatupa nafasi kukutana kwa ajili ya kuendelea kusoma neno la Mungu. Naitwa Mwalimu Petro na kukaribisha mpendwa mahala popote ulipo. Unaweza pia ukaungana na sisi kwa njia ya YouTube au Facebook kwa kupitia chaneli yetu inayofahamika kwa jina la Jerusalem Family TV Dr. Mwalim Petro na Evodia Mazwile. Ambapo kwa upande wa YouTube usisahau kusubscribe na kwa upande wa Facebook usisahau kufollow kama bado huja subscribe na kufollow. Wapendwa, karibuni sana. Tusali ili tuanze rasmi kusoma Biblia siku ya leo. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, ambao Baba, kwa uaminifu wako unatupa kibali kwa ajili ya kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Mungu utusimamie, utuwezeshe kuweza kusoma na utuwezeshe kuweza kuelewa, tukinge la kila roho zote za yule mwovu, na neema yako Bwana tunaomba itusimamie, ili sote tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa tuweze kuungana na ndugu zetu wa Wedi Project. Kumbuka ni kitabu cha Yeremia sura ile ya 27 na na 28 na mlango wa 27. Mwanzo wa kumiliki kwa Kisedekia, mwana wa Yosia, mfalme wa Yuda, neno hili likamjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, Bwana ameniambia hivi, jifanyizie vifungo na nira ukajivike shingoni kisha ufipeleke kwa mfalme wa Edomu na mfalme wa Moabu na mfalme wa wana wa Amoni na mfalme wa Tiro na mfalme wa Sidoni, kwa mikono ya wajumbe watakaofika Yerusalemu kwa Sedekia mfalme wa Yuda. Waagize waende kwa bwana zao na kuwaambia, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi, mtawaambia bwana zenu maneno haya, mimi nimeiumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi kwa uweza wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama inipendezavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadreza, mfalme wa Babeli, mtumishi wangu, na wanyama wa mwituni pia nimempa wamtumikie. Na mataifa yote watamtumikia yeye, na mwanawe, na mwana wa mwanawe, hata utakapowadia wakati wa nchi yake mwenyewe; ndipo mataifa mengi na wafalme wakuu watamtumikisha yeye na itakuwa taifa lile na mfalme yule asiyetaka kumtumikia Nebukadreza huyo mfalme wa Babeli, na kutia shingo zao katika nira ya mfalme wa Babeli, mimi nitaliadhibu taifa lile kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, asema Bwana, hata nitakapokuwa nimewaangamiza kwa mkono wake. Lakini katika habari zenu, msisikilize manabii wenu wala wabashiri wenu wala ndoto zenu wala matambuzi yenu wala waganga wenu wanaowaambia ya kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli, maana wanawatabiria uongo ili kuwatoa ninyi mbali na nchi yenu, niwafukuze mkaangamie. Bali taifa lile watakaotia shingo zao katika nira ya mfalme wa Babeli na kumtumikia, taifa hilo nitawaacha wakae katika nchi yao wenyewe, asema Bwana, nao watailima na kukaa ndani yake. Nikamwambia Sedekia mfalme wa Yuda kwa mfano wa maneno hayo yote nikisema, tieni shingo zenu katika nira ya mfalme wa Babeli mkamtumikia yeye na watu wake, mpate kuishi. Mbona mnataka kufa, wewe na watu wako, kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, kama Bwana alivyosema katika habari ya taifa lile lisilotaka kumtumikia mfalme wa Babeli? Wala msisikilize maneno ya manabii, wa ya manabii wawaambiao ninyi ya kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli maana wanawatabiria uongo kwa maana, mimi sikuwatuma asema Bwana, bali wanatabiri uongo kwa jina langu, nipate kuwatoe nje, mkaangamie ninyi na manabii hao wanaowatabiria pia. Nalisema na makuhani na watu wote, nikisema, Bwana asema hivi, msisikilize maneno ya manabii wenu wanaowatabiria, wakisema, Tazameni vyombo vya nyumba ya Bwana baada ya muda kidogo vitaletwa tena toka Babeli. Maana wanawatabiria uongo, msiwasikilize. Mtumikieni mfalme wa Babeli mkaishi, kwani mji huu kufanywa ukiwa? Lakini ikiwa hao ni manabii na ikiwa neno la Bwana liko kwao, basi na wamwombe Bwana wa majeshi kwamba vyombo vile vilivyosalia katika nyumba ya Bwana na katika nyumba ya mfalme wa Yuda na hapa Yerusalemu visiende Babeli. Maana Bwana wa majeshi asema hivi, katika habari za nguzo na katika habari za bahari na katika habari za matako yake na katika habari za mabaki ya vyombo vilivyoacha katika mji huu ambavyo Nebukadreza mfalme wa Babeli hakuvichukua hapo alipomchukua Yekonia mwana wa Yehoyakimu mfalme wa Yuda toka Yerusalemu mpaka Babeli pamoja na wakuu wote wa Yuda na Yerusalemu. Naam, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi katika habari za vyombo vilivyobaki katika nyumba ya Bwana na katika nyumba ya mfalme wa Yuda na hapa Yerusalemu, vitachukuliwa mpaka Babeli navyo vitakaa huko hata siku ile nitakapovijilia, asema Bwana, hapo ndipo nitakapovileta tena na kuvirudisha mahali hapa. Mlango wa ishirini na nane kawa katika mwaka ule ule, mwanzo wa kutawala kwake Sedekia mfalme wa Yuda, mwaka wa nne, mwezi wa mwezi tano, Hanania mwana wa Azuri nabii wa Gibeoni akasema nami ndani ya nyumba ya Bwana, mbele ya makuhani na watu wote, akisema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hii, nimeivunja nira ya mfalme wa Babeli. Kabla haujatimia muda wa miaka miwili mizima, nitavirudisha mahali hapa vyombo vyote vya nyumba ya Bwana ambavyo Nebukadreza mfalme wa Babeli alivyoondoa katika mahali hapa akavichukua mpaka Babeli. Nam nitamrudisha hapa Ikonia mwana wa Yehoyakimu mfalme wa Yuda pamoja na mateka wote wa Yuda waliokwenda Babeli, asema Bwana, maana nitaivunja nira ya mfalme wa Babeli. Ndipo nabii Yeremia akamwambia nabii Hanania mbele ya makuhani na mbele ya watu wote waliosimama ndani ya nyumba ya Bwana. Nam nabii Yeremia akasema amina, Bwana naatende hivi, Bwana ayatimize maneno yako uliyotabiri kuvirudisha hapa vyombo vya nyumba ya Bwana na watu wote waliofungwa toka Babeli hata mahali hapa. Lakini lisikilize sasa neno hili nilisemalo masikioni mwako na masikioni mwa watu wote. Manabii walikuwako kabla ya zamani zangu na zamani zako, walitabiri juu ya nchi nyingi na juu ya falme kubwa, habari ya vita na ya mabaya na ya tauni. Nabii atabiria habari za amani neno la nabii yule litakapotokea, ndipo nabii yule atakapojulikana kuwa Bwana amemtuma kweli kweli. Ndipo nabii Hanania akaitwaa hiyo nira iliyokuwa juu ya shingo ya Yeremia akaivunja, naye Hanania akanena mbele ya watu wote akisema, Bwana asema hivi e, hivyo ndivyo nitakavyoivunja nira ya Nebukadreza mfalme wa Babeli, kabla haujatimia muda wa miaka miwili mizima, na kuiondoa shingoni mwa mataifa yote basi nabii Yeremia akaenda zake. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia baada ya Hanania nabii kuivunja ile nira iliyokuwa juu ya shingo Yeremia kusema, enende ukamwambia Hanania ukisema, Bwana asema hivi, umezivunja nira za mti, lakini badala yake utafanya nira za chuma. Maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, nimetia nira ya chuma juu ya shingo ya mataifa haya yote ili wamtumikie Nebukadreza mfalme wa Babeli, nao watamtumikia; nami nimempa wanyama nchi pia. Kisha nabii Yeremia akamwambia nabii Hanania, sikia sasa e Hanania, Bwana hakukutuma, lakini unawatumainisha watu hawa maneno ya uongo. Basi Bwana asema hivi, tazama nitakutuma uende zako kutoka juu ya uso wa nchi, mwaka huu utakufa, kwa sababu umenena maneno ya uasi juu ya Bwana. Basi nabii Hanania akafa mwaka huo huo mwezi wa saba.